Kila sekunde ipitayo hunisogeza kwenye mategemeo yangu ya familia yangu kwangu, na ya taifa langu kwetu. Giza limetanda na nimepewa mshumaa mmoja, niutumie mshumaa huu kuwasha mishumaa yote nitakayoipata njiani, ili kurejesha nuru iliyopotea. Nahitaji kuunganisha nadharia, vitendo, na uhalisia nje ya darasa. Ili kuyafikia mategemeo haya, ni lazima nichague kwa busara. Nimeanza kupanda mlimani, kuitafuta elimu ya uweredi ninaouhitaji, na masomo nje ya uweredi wa nadharia na vitendo. Unajiuliza mategemeo yako uyaweke wapi kati ya Human Resource Management, Business Administration, Accountancy, Journalism and Mass Communication, Procurement and Supply, Information Technology, Banking and Finance. Wasiliana nami kupitia simu namba 0715 200 900